Mtumishi wa Mungu nabii Hosea alikuwa akisikiliza, lakini sauti aliyoisikia haikuwa ya kawaida. Haikuwa faraja, haikuwa unabii wa ushindi. Ilikuwa ni amri iliyompasua moyo wake vipande viwili. Bwana alimwambia nenda, lakini alikuwa anamtuma wapi? Sio kwenda kuhubiri Ninawe, na sio kwenda kupambana na wafalme. Mungu alimwambia nenda ukaoe mwanamke, lakini si mwanamke yeyote. Mungu alimchagulia mke ambaye hakuna mwanaume mwema angethubutu hata kumtazama. Ukamchukue mwanamke wa uzinzi. Hosea alishtuka. Kwa nini Bwana ampe amri kama hii? Hili lilikuwa jaribu au ilikuwa ni nini hasa? Hosea hakubishana, alikuwa mtumishi. Alimeza maneno yake na kumeza uchungu, akaenda kumtafuta mwanamke huyo, na alimkuta. Jina lake aliitwa Gomeri. Alikuwa mwanamke aliyejua njia za giza, mwanamke ambaye moyo wake ulikuwa umetawanyika kwa wanaume wengi. Hosea alimchukua akamwoa na kumleta nyumbani kwake. Watu wa mtaani walinong'ona, walisema nabii wa Mungu amechanganikiwa. Lakini hawakujua siri iliyokuwa nyuma ya ndoa hii. Muda si mrefu, Gomeri akapata mimba, akamzalia Hosea mtoto wa kiume. Lakini furaha ya mtoto haikukaa Mungu akampa Hosea jina la kumpa yule mtoto jina, la kutisha jina la damu: mwite Yezreeli. Hili lilikuwa jina la bonde ambapo damu nyingi ilimwagika. Hii ilikuwa ishara gani na ilimaanisha nini kwa familia hii changa? Gomeri hakutulia akapata tena mimba, safari hii alimzaa mtoto wa kike. Kabla hata Hosea hajapata muda wa kufurahi, Mungu akamwambia, mwite Loruhama maana yake asiyehurumiwa. Uchungu ulianza kuingia ndani ya nyumba ya Hosea. Mungu alikuwa anajaribu kusema nini hasa? Kwa nini watoto hawa walibeba majina ya laana? Na haikuishia hapo. Gumeri akapata mtoto wa tatu, na hapa sauti ya Mungu ilikuwa kali zaidi: mwite Loami, yaani siyo watu wangu. Hosea alikuwa amevumilia, alikuwa amefanya kila kitu Mungu alichomtaka lakini sasa nyumba yake ilikuwa imejaa majina ya kukataliwa: asiyehurumiwa, sio watu wangu. Mateso ya Hosea yalikuwa ndiyo kwanza yanaanza. Moyo wa Gomeri ulikuwa bado porini. Hata akiwa na mume mwema kama Hosea, bado alitamani njia zake za zamani. Mapenzi ya Hosea hayakutosha. Alianza kutazama nje, alianza kurudia wapenzi wake wa zamani. Alisahau upendo wa nabii na kukimbilia mikono ya wazinzi. Siku moja Hosea aliamka na Gomeri hakuwepo. Alikuwa amemwacha. Hakumwacha tu Hosea, bali alimwacha na watoto wake watatu. Alirudi katika maisha yake ya zamani, akijiuza kwa yeyote aliyemtaka. Alikimbilia miungu mingine, akidhani watampa mkate na divai, lakini kila hatua aliyoipiga, alikuwa anazama zaidi na zaidi. Gomeri alijikuta katika hali mbaya. Wanaume aliyowakimbilia walimtumia na kumwacha hakuwa tena na thamani hakuwa tena mrembo alikuwa mtumwa wa dhambi zake na mwishowe akajikuta anauzwa kama mtumwa sokoni. Alikuwa amepoteza kila kitu. Hakuwa na mtu na alijua hakika Hosea nabii aliyemvunjia heshima hatataka kumwona tena. Lakini je, Mungu alikuwa amemalizana naye? Wakati Gomeri akiwa sokoni, amechoka, mchafu akisubiri kununuliwa kama mnyama. Hosea naye alikuwa nyumbani na moyo uliovunjika. Alikuwa na kila haki ya kumwacha Gomeri apotelee huko. Alikuwa na haki ya kuanza maisha mapya. Lakini ndipo ile sauti iliporudi tena, sauti ya Bwana. Na safari hii, amri ilikuwa ya kushangaza zaidi kuliko ya kwanza. Nenda tena. Hosea akasikiliza. Nenda ukampende mwanamke anayependwa na mwingine. Naye ni mzinzi. Mungu alikuwa anamwambia amrudie Gomeri. Lakini si kumrudia tu, alikuwa bado mali ya mtu mwingine. Bwana akasema, nenda ukamnunue. Hosea alitakiwa kutoa pesa zake mwenyewe kumnunua mke wake mzinzi kutoka utumwani. Hili lilikuwa jambo gumu kuliko yote. Lilikuwa ni zaidi ya uwezo wa kibinadamu kuvumilia. Lakini Hosea alielewa kitu kimoja: hii haikuwa tena habari ya Hosea na Gomeri. Ilikuwa ni habari ya Mungu na Israeli. Hosea alienda sokoni akachukua fedha kiasi cha shekeli kumi na tano na akachukua na kiasi cha shairi. Akamkuta Gomeri pale akiwa ameinamisha kichwa kwa aibu. Hosea alimwangalia yule aliyemvunja moyo, akamlipa yule bwana aliyemshikilia, akamnunua, akamrudisha nyumbani. Watu walishangaa walisema, haiwezekani. Lakini Hosea alimwambia Gomeri, utakaa nami siku nyingi, kutafanya uzinzi tena wala hutakuwa mke wa mwanamume mwingine, nami nitakuwa kwako vivyo hivyo. Huu ulikuwa upendo usiowezekana, lakini kulikuwa na maana gani kubwa zaidi nyuma ya pazia? Ndipo Mungu alipofunua siri, alimwambia Hosea, jinsi ulivyomkenda Gomeri, ndivyo ninavyowapenda wana wa Israeli. Israeli walikuwa kama Gomeri, walimwacha Mungu wao wakakimbilia Baali na Ashera, walikula na kunywa na miungu ya uongo. Walisahau yule aliyewatoa Misri. Mungu alikuwa akiumia. Alikuwa kama mume aliyeachwa. Alisema, nitawanyima huruma na nitasema ninyi si watu wangu. Majina ya watoto wa Hosea yalikuwa ni ujumbe wa Mungu kwa taifa zima. Mungu alikuwa ameumia na alikuwa amekasirika. Alitishia kuwaacha wapotee kabisa. Lakini kama vile Hosea alivyomrudia Gomeri, Mungu hakuweza kuiacha Israeli. Hata baada ya wao kumwasi Mungu, bado alikuwa anawatafuta. Alikuwa tayari kuwanunua tena, alikuwa tayari kuwasamehe. Huu ndio ulikuwa ukweli uliofichika. Mungu aliahidi, siku ile utaniita mume wangu, nitaondoa majina ya mabaali kinywani pako. Aliahidi kwamba pale aliposema ninyi si watu wangu, pangesikika ninyi ni watoto wa Mungu aliye hai, na yule asiyehurumiwa angeitwa aliyehurumiwa. Upendo wa Mungu ulikuwa mkuu kuliko uasi wa mwanadamu. Lakini je, Israeli wangegeuka na kumpokea? Hilo ndilo swali lililobaki hewani.